O, vipi? Mimi ni Amina Deogratius Semagogwa, niazime ya dakika moja nikupe habari. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ameagiza kuwekwa ndani kwa mkandarasi wa kampuni kutoka China Fest Highway Engineering Company Limited ambao wameshindwa kutimiza masharti ya mkataba wa ujenzi wa sehemu ya pili ya barabara ya kilomita 53 kutoka Nchuka Mvumi Hospitali Kikombo mkoani Dodoma. Ulega ameagiza jeshi la polisi na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kumshikilia na kumhoji mkandarasi huyo ambaye alipaswa kufikisha asilimia 13 ya utekelezaji wa mradi huo, lakini mpaka sasa ujenzi umefika asilimia 2 ingawa ameshalipwa shilingi bilioni 9.68 sawa na asilimia kumi ya malipo. Swali ni je, kukamatwa kwa mkandarasi huyu inaweza kuwa marobaini kwa wakandarasi wengine ambao hawatimizi matakwa ya mikataba kwa wakati? Tuandikie maoni yako. Ni dakika moja tu imenitosha kukupa habari.